Ilikuwa ndoto, sasa ni kweli ndiyo. Wapo waliofikicha macho wasiamini, imefanyika kazi hii kipindi kigumu. Na watu tulikuwa tunasema hizi fedha za ukamilifu wa ili daraja itakuwa kwaje, lakini waziri wa ujenzi Abdalla Ulega anasema ngoma inogile. Watu watasaidika hapa kijamii, lakini watu watasaidika hapa kiuchumi na hali za wananchi pia vilevile zitaborosheka ni wastani wa siku kumi tu zimesalia kukatwa utepe na unabii utimie. Ni jambo la kuishukuru serikali. Wapo wanaoruka kwa nderemo wakisubiri kwa hamu siku ifike. Mheshimiwa Rais Samia basi na wasaidizi wake waweze kuliangalia hili na daraja liweze kufunguliwa. Hii ni kwa maelfu ya watu waliopitia chungu za vivuko vya Temesa. Daraja hili linahudumia nchi karibu tatu kwa hiyo ukiangalia ile population, eh, ya hizo nchi tatu na magari yanayokwenda katika nchi zile, ili daraja likifunguliwa, itakuwa ni kichochezi kikubwa sana cha uchumi. Sio kama kipindi kile tulikuwa tukifika hapa, unakaa muda mrefu, haupati huduma, kuanzia asubuhi mpaka saa sita lakini hii ni upande mmoja wa shilingi. Lakini ikiwa biashara inakuwa nzuri sana, waliowekeza shughuli zao kando ya feri wanajiandaa na simulizi ya sintosahau. Daraja likifunguliwa itakuwa changamoto tena kubwa mno, biashara itakuwa imepungua sana sababu ya hapo. Si watu watakuwa wanapitiliza tu, magari yatakuwa yanapitiliza tu hapa, gari tena hazitosimama, na sisi hapa tunategemea abiria na maana bila wanapokuwepo hapa ndio sisi tunategemea bila, ili tufanyeje tupate biashara? Naam, mikono shavuni, lakini lipo tumaini hapa endapo serikali itafanya jambo. Tunahitaji tuwekewe stendi, tuwekewe parking. Hata kama mtu atakuwa anatoka safari zake, atapaki gari, atakuja kutuchangia dagaa, atatuchangia samaki, atatuchangia chakula, lakini sasa hivi hivyo vyote havipo. Zaidi ya shilingi bilioni 716 zimewekezwa hapa. Daraja la JPM Kigongo Busisi, na Juni 19 linatarajiwa kuzinduliwa rasmi na Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Innocent Aloyce, Azam News, Mwanza.